Wasomavyo wanasema wanasoma hivi, na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo, andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili. 13, na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha shetani takibil, wanaitikia wanaitika, Allahu Akbar. Wanafundisha kwamba maandiko haya yanasema pale kanisani ndipo shetani anapokaa, kiti chake cha enzi kipo kanisani, ndipo wanapo. Ndivyo wanavyofundisha wao, wanasoma hivi, mstari wa 13, napajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha shetani. Anaishia hapo, anapiga takbir, watu wanaitikia Allahu Akbar, na wakiambiwa kwamba wanaona maandiko, anasema kanisani ndio pana kiti cha enzi cha shetani. Alafu wenyewe wanakiingia kanisani, wanamfukuza mwenye nyumba kwa jina la Yesu, shetani toka kila siku utasikia wanasema kwa jina la Yesu shetani toka sasa. Unamfukuzaje mwenye nyumba nyumbani mwake? Hayo ndio maneno yao ambayo wanayatamka. Lakini sasa nataka tuangalie eh, nisikilize, nisikilize vizuri. Je, hiyo ndiyo maana halisi hayo maandiko? Maandiko haya Yesu analipongeza kanisa, analipongeza kanisa kwa sababu mahali kanisa lipo shetani yupo kwa maana ifuatayo kanisa siyo jengo nao katika tafsiri yao utafsiri kanisa kwa maana ya jengo kwa ndani ya hilo jengo ndio kuna kiti cha enzi cha shetani hapana kanisa ni watu sio jengo na hii ufunuo mbili kumi na mbili ni barua iliyoandikwa kwa kanisa kwa hiyo barua hii halikuandikiwa jengo barua hii iliandikiwa kanisa kwa maana ya watu waliomwamini Yesu. Kanisa ni watu waliokolewa kutoka kwenye nguvu za giza na kuingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake Kristo Yesu, na katika yeye na msamaha wa dhambi. Hebu kwanza nikasome andiko hilo kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza, 13 na 14. Biblia inasema hivi: naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake ambaye katika yeye tunao ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Kwa hili tendo la kuokolewa, tendo la kuondolewa kutoka kwenye nguu za giza na kuingizwa katika ufalme wa, wa mwana ufalme wa Mungu, wapendwa, wa mwanawake Yesu Kristo, watu wao wanaitwa kanisa. Sasa kwa mfano hapa Dar es Salaam, Dar es Salaam kuna kanisa. Dar es Salaam shetani yupo, sasa kanisa lipo Dar es Salaam. Shetani yupo Dar es Salaam. Shetani yupo duniani, kanisa lipo duniani, lakini watu waliomwamini Yesu hawajamkataa Yesu, wameendelea kulishika jina lake, wameendelea kukaa katika imani yake. Ndipo Yesu akaandika ili barua kulipongeza kanisa la Pergamo. Pergamo ni mji kama ulivyo wa Dar es Salaam. Pergamo ulikuwa ni mji maarufu mji wenye shughuli mbalimbali za kijamii, lakini pia ni mji maarufu sana kwa ibada za kipagani. Watu wengi sana walikuwa wanafanya ibada za kipagani na ibada za kuabudu mashetani, ibada za kuabudu masanamu mbalimbali. Na nyakati za kitabu cha Ufunuo ni nyakati ambazo mfalme alikuwa anaamuru watu wa muabudu kwa kuchonga, kwa kutengeleza sanamu kubwa linalofananishwa lina, lina naye kwa sanamu lile la mfalme, watu walilazimishwa kuliabudu. Mambo haya yalifanyika Pergamo, na wakati ule Rumi ndio inatawala Uturuki. Yote mashariki yote ilikuwa inatawaliwa na Rumi. Sasa ni kipindi ambacho mfalme wa Rumi aliamuru litengenezwe sanamu lake, alafu watu waliabudu hilo sanamu. Kwa maana hiyo sasa hizo ibada ibada za shetani na ndiyo maana Yesu akapongeza. Sasa nataka nisome msalili wa 12 na 13, alafu nataka unielewe, maana halisi ya hilo neno, kama sio kama vile ambavyo ndugu zetu wa Kiislamu husema. Biblia nasema hivi, na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika, haya ndiyo maneno, haya ndiyo anenayo yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili. 13, na pajua uka hapo ndipo penye kiti cha enzi cha shetani. Nawe walishika sana jina langu, wala hukuikana imani yangu, hata katika siku za Antipa shahidi wangu mwaminifu wangu, aliyeuwa wakati yenu hapo akaapo shetani. Hiyo ndiyo kazi ya shetani anayoifanya, kushindana na kanisa, kupambana na kanisa, ili kwamba watu wa kanisa au watu waliookolewa wamwache Yesu Kristo waambatane na shetani. Na shetani alijitahidi sana kwa kanisa la Pergamo, ili kuwaharibu wasimwamini Yesu, ili kuwaharibu asilishike jina lake. Lakini alipoona kwamba bado hawaelewi wanaendelea kumshikilia Yesu, wanaendelea kumwamini Yesu, akamuua huyu Antipa, wakati huo kanisa wanashuhudia. Lakini Yesu akaona jinsi watu walivyosimama na yeye walivyolishika sana jina lake, wameona Antipa na uwawa lakini wakaendelea kushikamana na Kristo Yesu, wakaendelea kumwamini Yesu Kristo. Ndipo anapowaandikia hii barua na kuwapa pongezi ya kwamba pamoja na kwamba hapo shetani yupo, e, yani hapo Pergamu, sio ndani ya jengo. Katika mji wa Pergamu ibada za kipagani zilikuwa kubwa, ibada za kipagani zilikuwa nyingi, ibada za kishetani zilikuwa nyingi, lakini bado watu wakufuata imani ile ya mapepo na mashetani badala yake waliendelea kumtii Yesu, badala yake waliendelea kumwamini Yesu, badala yake waliendelea kulishika jina la Yesu. Ndipo Yesu anapoandikia pongezi hii. Ni pongezi kwa kanisa. Sasa Yesu anapopongeza kanisa, apongezi jengo, apongezi matofali, anapongeza watu waliomwamini. Hao waliomwamini ndio anawapa pongezi. Naomba nisome tena, nirudie huo mstari wa 12 na 13: na kwa malaika wa kanisa lililopo Pergamo andika sasa eti je, barua iandikwe kwa jengo liandikiwe jengo barua iandikiwe matofali? Ah, ndugu zangu, ndugu zangu wa Kiislamu, acheni hizo mnatafuta. E, nini mnatafuta? matatizo mnatengeneza, mambo ambayo baadaye yatakuwa si mazuri kwenu. Mstari wa kumi na tatu unasema e, napajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha shetani nawe walishika sana jina langu. Sikiliza, Yesu anapozungumza analiambia kanisa, hapo ulipo shetani yupo, lakini wewe unalishika sana jina langu, wala wala hukuikana imani yangu hata katika hata, hata katika siku za Antipa, shahidi wangu mwaminifu wangu, aliyeuawa kati yenu hapo akaapo shetani. Hii kazi ya kumuua mtakatifu wa Mungu ilifanywa na shetani kwa lengo la kuwafanya wale wanaomwamini Yesu wamwache Yesu, lakini walibaki na Yesu, walishika jina lake walimwamini Yesu Kristo, na ndiyo maana Yesu akaamua kuwapongeza. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo ndugu zangu, hiyo ndio utaratibu ambao ndugu zetu wa Kiislamu hufanya, husoma maandiko nusu na kuweka tafsiri ya kwa wanaoitaka wenyewe. Kumbuka hata shetani Alianza mdahalo. Yesu alipoanza huduma yake alianza mdahalo na shetani shetani, ali, shetani alimwambia Yesu baada ya kumwinua kumpeleka juu ya, ya, juu ya kinara akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zako, mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Shetani ana nukuu Zaburi ya tisini na moja aya ya kumi na moja na kumi na mbili ameinukuu kama ilivyoandikwa, lakini tafsiri yake sasa anataka amuone yesu anajiangusha mwenyewe kwa sababu tu imeandikwa, watakuagizia malaika zake mikononi mwao watakuchukua. Yesu akajibu imeandikwa pia usimjaribu Bwana Mungu wako. Kwa ile tafsiri ambayo Shetani aliitumia wakati Yesu anaanza huduma, ndio tafsiri ambayo wafuasi wake wenyewe wanaitumia pia katika kutafsiri maandiko matakatifu. Kwa hiyo naona leo nichukue nafasi hii kutoa ufafanuzi, na kwa nini tupate ufafanuzi tunapokwenda kujadiliana nao kwenye mijadala mbalimbali. Tunajadiliana nao mara nyingi e, tunapeana muda, muda tunayopeana ni muda mfupi, hauwezi kutosheleza kutoa mafafanuzi ya yale yote ambayo wanaozungumza tunapokuwa tunajadiliana na mara nyingi wana utaratibu wa kukuingizia maneno ambayo utayafuatilia maneno hayo, uwache kujadili kile ambacho umekubaliana kukijadili. Lengo kubwa wanakuwa nalo la namna hiyo, kwamba wakileta tafsiri potofu kwenye maandiko matakatifu, wewe utaumia, utataka ukatoa ufafanuzi kule, na dakika mlizopeana zinaondoka basi unakuwa umeshindwa kujadili kila ambacho umepeana kujadili, na ndio maana tunalazimika baada ya majadiliano yale tuwe tunatoa ufafanuzi wa maandiko ambayo yalitumika kwa kupotosha Wakristo wetu hata Waislamu, kwa kuwazuia wasimwamini Yesu Kristo, wasiweze kuokoa roho zao. Jina la Bwana libarikiwe sana. Aa, lakini pia tutarekodi eh, Eh, namna ambavyo shetani anafanya kazi katika ile dini ya Kiislamu. Mara nyingi sana tumeubiri tume na tumesoma vitabu ambavyo vinaonyesha kwamba Mtume Muhammad alimsilimisha shetani akawa mwislamu. Sasa anaposilimu akawa mwislamu anafanya nini? Fatilia, fatilia, fatilia mada inayofuata ambayo tutaenda kuirusha E, tukionyesha ni namna gani shetani anafanya kazi m, anapokuwa katika msikiti msikitini ambamo yeye anakaa na pia e, ibada anafanya umo e, na vile vile anaishi kwenye pua za ndugu zetu Waislamu. Basi naomba nimalizie hapa, jina la Bwana libarikiwe na Mungu awabariki sana. Asanteni kwa kunifuatilia. Usisahau kusubscribe subscribe ugusa alama ya kengele, alafu eh, comment eh, ili tuweze kuwa una, -unapo comment, unapotoa hoja au kuuliza maswali unawe, unasaidia kupanua masomo yetu zaidi. Yani unatupatia kazi ya kusoma zaidi na kuweza kuelewesha zaidi yale ambayo unatakiwa watu waelewe. Asante kwa kunisikiliza. Mungu wa mbinguni akubariki sana Amen.